Salamu alaikum, marekebisho moja tulisema kwa vipindi vilivyopita kwamba ukitumia dawa ambayo inawekwa kwa macho ama kwa masikio, alafu hiyo athari yake uisikie kwa koo, inavunja saumu. Sio wanazuoni wote wanasema hivyo. Kama wewe unamfuata Ayatullah Sistani, Ayatullah Sistani anasema kwamba hiyo dawa ukiweka kwa macho na uweke kwa masikio ifike kwako, saumu yako haivunjiki lakini Ayatullah Makarim anasema kwamba ikifika katika koo, inadhuru saumu na itaharibu saumu. Ayatullah Khamenei naye anasema ni bora, anasema ni kwamba haivunji, lakini ni makruh. Makruh ni kwamba ni vitu ambavyo unaambiwa ni bora usivitende, ni makruh. Kwamba kufanya nini? Kutumia kitu ambacho athari yake itafika kwa koo, lakini haivunji saumu. Hiyo ndio nimetaka limeta kuelezea, ndio kila mtu ambaye anafuata marje wake aelewe kwamba katika hii hukumu kuna tofauti baina ya wanazuoni. Wassalamu alaikum.